Karibu, ufahamu uwezo na nguvu wa jicho la tatu. Awali ya yote, ni kuomba usubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo, ili kuweza kupata vipindi vyetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Jicho la tatu ni nini? Jicho la tatu linahusiana na chakra ya ajna ambayo ipo katikati ya paji la uso katika macho mawili. Katika baadhi ya imani, linahusiana na tezi ya pineal ambayo ina uwezo wa kutufungulia vipawa vya kiroho na kutusaidia kuona zaidi ya ulimwengu wa kimwili. Umuhimu wa nguvu za jicho la tatu. Kuimarisha intuition. Watu wenye jicho la tatu lililofunguka huweza kuhisi mambo kabla hayajatokea na kuelewa ukweli wa mambo hata bila ushahidi wa moja kwa moja. Kuongeza ufahamu wa kiroho. Jicho la tatu linasaidia mtu kuelewa maana ya maisha asili ya roho na nguvu zisizoonekana. Kuwezesha maono ya kipekee. Kufunguka kwa jicho la tatu kunampa mtu uwezo wa kuona ndoto za kinabii, aura za watu au hata ulimwengu wa kiroho. Kuleta utulivu wa kiroho. Kwa sababu linahusiana na ufahamu wa juu, linaweza kukusaidia kupunguza wasiwasi na kuongeza utulivu wa akili. Kuongeza ubunifu na uwezo wa kufikiria kwa kina. Watu wenye jicho la tatu lililofunguliwa mara nyingi huwa na mawazo makubwa na uwezo wa kubuni suluhisho za kipekee. Dalili za jicho la tatu kufunguka: kuona mwanga wa ajabu au rangi ukifunga macho, huota ndoto zinazoonekana halisi au za kinabii, huhisi mtetemo wa nishati ama vibration kwenye paji la uso, huelewa mambo kwa undani hata bila maelezo ya wazi, huhisi uwepo wa nguvu zisizoonekana. Tuangazie njia za kufungua jicho la tatu: kutafakari kwa kuzingatia paji la uso, kula vyakula vyenye afya na kuondoa sumu mwilini, kuepuka mawazo hasi na msongo wa mawazo, kutumia mafuta asilia na harufu za kiroho kama uvumba, kutumia maneno ya nguvu ama mantra kama vile om au om, kuandika na kuchambua ndoto zako. Tuangazie faida za kufungua jicho la tatu: Utajiri na mafanikio ya kibiashara. Kufungua jicho la tatu kuongeza umakini, ubunifu na uwezo wa kuona fursa ambazo wengine hawaoni, hivyo hukusaidia kufanikiwa kimaisha na kibiashara. Kinga ya mwili na kiroho: husaidia kuimarisha kinga ya mwili kwa kuondoa mawazo hasi na kusawazisha nishati ya mwili na akili. Pia hukulinda dhidi ya nguvu mbaya, mashambulizi ya kiroho na nguvu hasi. Kushamiri katika maisha Huongeza uwezo wa kufanya maamuzi sahihi, kujiamini na kudhibiti hisia, hivyo kuleta mafanikio endelevu. Mvuto wa mapenzi na kupendwa na jamii: huongeza nguvu ya mvuto wa kipekee unaovutia watu, kusaidia kujenga mahusiano mazuri na kupendwa na jamii. Kuhisi hatari kabla haijatokea: huimarisha uwezo wa kiintuitive ama intuition unaokuwezesha kutambua hatari na matatizo kabla hayajatokea. Kuongeza hekima na ufahamu: hukufanya kuelewa mambo kwa undani zaidi, kukuza hekima na ufahamu wa mambo ya maisha. Maono ya kipekee: hutoa uwezo wa kuona mambo ya kiroho, ndoto za kweli na maono yanayokuzunguka katika maisha. Kuimarisha amani ya ndani: husaidia kutuliza akili, kuondoa hofu na msongo wa mawazo na kukuza amani ya ndani. Uwezo wa kuponya kwa mikono yako: hutoa nguvu ya uponyaji kwa kugusa au kuweka mikono juu ya mtu au kitu kilichoathirika na kusaidia kuponya majeraha ya mwili na kiroho. Kutambua kinachotaka kuzungumzwa, huongeza uwezo wa kusoma mawazo ya mtu mwingine kabla hajaongea, hivyo hukusaidia kujua nia na mawazo ya wengine. Kusoma historia ya mtu, unapata uwezo wa kufahamu mtu alipotoka, amekula nini, kaacha nini njiani, na amekutana na nani, hata bila kukuambia. Ulinzi thabiti zidi ya nguvu hasi. Hakuna mchawi wala jini atakayeweza kumzuia au kumdhuru mtu aliyefungua jicho la tatu kikamilifu, kwani anakuwa na kinga madhubuti ya kiroho na nishati bora. Athari za kufungua jicho la tatu haraka: kulifungua jicho la tatu bila maandalizi ya kiroho kunaweza kukusababishia mkanganyiko wa kiakili na hofu, ndoto za kutisha au kuona mambo yasiyoeleweka kuhisi kuwa unapata maono mengi kupita kiasi, kupoteza mwelekeo wa maisha ya kawaida. Kwa hiyo ni muhimu kulifungua jicho la tatu kwa uwiano sahihi, kwa mwongozo mzuri, na kwa nia njema ili kuepuka athari zote zisizohitajika. Huo ndio uwezo wa jicho la tatu. Basi usikose kusubscribe kwa ajili ya kupata elimu hizi hapa hapa. Mimi sina la ziada, ni kutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwa heri, bye bye.